Nataka nichukue nafasi niwasalimie nyote, hamjambo, asifiwe Yesu. Kuna wengi mmekuwa mkiuliza, na hii Aligeta Pepe inakaaje? Aligeta Pepe ndio hii. Watu wa Tanzania, watu wa Uganda wapi? Sana sana Tanzania mmeuliza sana Aligeta. Aligeta Pepe inakaa hivi. Kuna mtu alikuwa na Aligeta Pepe hapo kwa channel ya Tanzania. Kuna mtu amekuwa na Aligeta Pepe. Lakini hiyo Aligeta Pepe yenye mtu amekuwa nayo zile ambazo haziwezi fanya huduma ya kiroho. Unahitaji native Aligeta to do the spiritual work, ili ifanye kazi ya kiroho inahitajika ile ya kienyeji. Hahitajiki hiyo yenye ulikuwa unanionyesha, hiyo ni fake, haiwezi fanya. Aligeta Pepe ziko aina mbili, kuna hiyo fake, lakini mimi ndio naweza kujua. Hata weo wakati nitakufundisha utakuja kujua Aligeta Pepe hiyo utahitaji na mafuta ya do as I say, mafuta ya do as I. Niko na mafuta yafanya vile ninavyosema, niko na sabuni yafanya vile ninavyosema, na niko na powder ya miujiza yafanya vile ninavyosema. Wapendwa, msiogope, msiogope kwamba eh, mwingine nilisikia akisema mchawi hata kuja kwa, kwa nini akiwa amevaa magwanda ya kiuchawi? Atavaa suti tu mzuri na atanini ni saa we unaelewa hivyo kwamba eh, sisi ambao tunapeana ujumba aina hii tunaweza kuwa wachawi, lakini unajua ni wachawi kwako, lakini kwa wengine ni watumishi wanaopeana suluhisho kabisa. Ni Mungu akusaidie tu kipindi chako. Hata mi nilikuwa hivyo mzee <laughs> mi pia nilikuwa hivyo nilikuwa nasema ah, Yesu ametosha, bora umeomba Yesu hiyo kitu tosha, lakini Mungu amenikuza hatua kwa hatua hatua kwa hatua hatua kwa hatua mpaka na baadaye nikapewa knowledge ile ile ambayo nilikuwa ninapinga na nilikuwa sijaisikia mahali, kwa sababu mimi kusikia vitu hivi nilikuwa nasikia tu kwa wachawi, watu waovu. Na ndio maana nyinyi mnajua, mtu yeyote anafanya hivi ni mganga, ni mchawi. Lakini nataka kuambia tu semina zetu ninapotayarisha na kutangaza, jaribuni kuingia tu. Uh, kwa lengo mzuri ili muulize maswali na muulize, ili mpate kujua kama itakusaidia sawa. Kama haiwezi kusaidia, Mungu hawezi peana elimu ya kwa ki, ya kibali changu hapa kwa kila mtu. Kuna wale nimetuma kwao, wacha wapokee na itakuwa faida. Kama unataka kuuza nyumba na imekwama, utapewa hii mbegu na utafute mafuta ya Do As I Say, ama sabuni yafanya vile navyosema, Do As I Say soap, Do As I Say oil ama dua Do As I Say, miracle powder. Hizo zitakusaidia, utauza gari haraka, utauza nyumba haraka, utauza shamba haraka. Na pia hizo vidaa vinaweza kusaidia kufanya mambo ya kila aina, mambo mengi sana, mambo mengi sana. Kuna mzee mmoja wametumia sabuni na mafuta ya dua Do As I Say na hawakunishuhudia. Mke wake alikuja kwangu, akasema ako jelani amefungwa hivi na hivi Eh, amestakiwa hivi na kesi inaenda juu pesa zinainuka nyingi nataka gharama ya juu lakini akanunua hizi bidhaa kumbe Mungu akaenda akamtendea sasa mimi sikujua baadaye um, wakati ambapo shida ingine imetokea ndio wamekuja kwangu tena na mimi zilikuwa wanaongea kama watu ambao nawajua <laughs> lakini mimi kwangu upande wa kwangu walikuwa wageni Unaelewa kwamba mimi nina watu wengi wanaongea na mimi sasa huwa siweki namba za watu. Sasa kwangu ilikuja kama mgeni. So akaniambia baba, naomba unisaidie vile ulinisaidia wakati ule. Sasa ndio nikajiuliza, wakati gani nilikusaidia? Akasema nilikuwa hivi na hivi nikanunua hivi na hivi ikakuwa hivi na hivi. Sasa kuna wengi wanatendewa lakini hawaniambii. Na si lazima mniambie kama mmetendewa. Mwambieni Mungu. Maana ndiye ametenda ila kwamba ukiniambia pia utakuwa unanitia tu moyo kwamba niendelee kufanya kile nafanya kinajibu maswali ya watu. Sasa hii itakusaidia pakubwa. Hii sabuni, hii ni ya kama una matatizo katika mwili wako hata mambo ya magonjwa na nini, lakini kama mambo ya, ki, ya giza ambao ni matatizo ya kiroho, unauza vitu haviendi. Oh, na mume wako ambatani kila wakati ni mangumi na mateke na inakuwa kwamba shida iko katikati yenu, unaweza ogana hii na upate kibali. Watu wa biashara, mafuta ya kibali, ya kibali na sabuni ya kibali, fever soap. Watu wa biashara, business people eh? Kingly spiritual soap na fever soap. Kuna mzee mmoja ameniambia, nilimtengenezea product fulani nikamtumia, lakini saa hii sasa anataka hii. Mzee, ukichukua inabidi uchukue hizi zote mbili eh? uko hapo Kisumu, si ndio? utachukua hizi zote mbili, zitakusaidia pakubwa, na pia kulingana biashara uko nayo. Kama umeniambia, nimewahi kukupatia product aina ile, uliambia basi, wewe huwa napitanga hapo Kisumu, nitapita hapo Kisumu, nitakufikia, nta-nitaorganize na wewe nikufikie, nione hiyo maduka, nione hizo nyumba, nikusaidie kazi katika ground. Maana kuna watu ambao wananiamini na wanatumia bidhaa zangu na wengine hawajapata majibu itabidi ni kanyage ka ground zao, ni wasaidie on the ground, kwa sababu lengo langu niwapate suluhisho. Wanapopata majibu, wanapopata suluhisho, mimi huduma yangu inaendelea kuwa na nguvu, inaendelea kusaidiwa, kwa sababu wao ndio wanatoa pesa za kusababisha mikutano ifanyike, kusababisha nisafiri niende nitatue lile, nijibu mtu yule ni wao ndio wanatuma pesa kulipia hizi maofisi. Mungu asaidie. Kwa hivyo kama uko hapo mzee, ama mama, ama kijana, na kuna kazi ambao uliwahi itisha kwangu, na hiyo kazi uliifanya, ilikuwa ni gharama ya kusababisha, pengine una biashara kwa ground, na ukanunua bidhaa ambao nimekupatia, na vidhaa hivyo vikafanya, lakini havikukuletea majibu vile unataka inatakana niangalie mambo yako upya nione vile nitakusaidia. Labda unahitaji huduma ambazo si za kawaida, kazi ya kiroho ifanywe kwako, ndio baadaye majibu yatatokea. Lakini nawaalika kwa product hii. Hii ni mfano tu natumia, lakini mafuta yenyewe yako hapa, ni ya dua za zai, lakini ni mfano natumia. Lakini ukiwa tayari una order, tutakutengenezea kwa chupa, utatengenezewa mafuta ama sabuni ya dua za sei ama miracle powder itafanya kazi. Watu wa biashara, tafuta kazi imekataa, unataka kusafiri, kuna mambo mengi. Unataka kuoa, unataka kuolewa, umeshindwa kulipia karo ya university, ujui la kufanya, kuna mtu amekaa na madeni yako, piga dua za sei alipe madeni. Hata kuna wale ambao mnaibiwa sana, mtu amekutapeli ama amekuibia, tumia dua za sei, wahare mpaka warudishe pesa ya wale ambao wamekukopa pesa na wataki kulipa na wanapata na walipi, wamekuwa vichwa ngumu. Maandiko inasema waovu wanakopa na walipi. So wewe ambao una madeni ya watu na utaki kulipa, wewe huwa una na unaomba Mungu kila siku Jumapili, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Moyo mgumu kweli. Wewe uone haya, kopa madeni ya watu na unapata pesa na ulipi, na hao watu wanaumia Mama moja alilia kwangu sana. Mtu mmoja amemkopa pesa nyingi sana, milioni milioni nne. Na hizo milioni nne, unakaa wewe, ni governor, sijui wewe ni nani, unatembea huku tu na wanawake, unakula vizuri, unakula nyama choma, ule mama mjana naumia, hela zake umechukua, umekataa kulipa. Kila siku jumapili makanisani na jumamosi makanisani, na wengine misikitini Friday. Na mmesahau kwamba hiyo maandiko mnaenda kusomewa Jumapili inasema waovu wanakopa lakini hawalipi. Wicked borrow but they don't pay. Hmm? And the Bible said there is no peace for the wicked. So once you borrow and you don't pay, you become a wicked person. And there is no peace for the wicked. So utatumia hii takusukuma kwa ukuta uhare mpaka utoe hiyo hela. Urudishie wenyewe. Kila mtu ambaye ana deni na unapata pesa na utaki kulipa, omba mwenye ulikopa asigundue hii channel yangu. Omba sana aende kwa wale wahubiri wa dini, wale watu wa Yesu, atakusaidia amani ya Yesu au lakini, kwangu hapa akipata hii channel, nitamwambia la kufanya, utahara mpaka utashangaa. Utapata pesa alafu zitakusaidia mpaka vile utalipa pesa yao wenyewe. Kopa pesa na mulipi, mnaenda hivyo. Nakaa na pesa ya mtu 1.5 milioni, 1.7. Unanunua shamba unanunua mambo yako, biashara yako inaendelea. Alafu huyo mtu akija unaanza kwenda hivi. Wengine mnajifanya wanawake, ati mumeingia urafiki. Sasa umeingia urafiki, umemkula huyo mwanaume ume, ume hepesha pesa, baada ya kuingiza milioni zako mbili unaenda kufanya sasa unakatisha, unaanza kuhepa hepa. Akikwambia mrudishie pesa yangu ulinikopa, unamwambia tulikuanga urafiki ulikuangu unanisaidia. Omba huyo mzee asikute channel yangu. We mama we msichana, wewe we kijana, omba. Wakikutana mimi nitawafundisha la kufanya, na usinilaumu, because nitatumia Biblia. Inasema wenye haki waovu wa ukopa na walipi. Simaanishi wale ambao mmekopa lakini mmeshindwa kulipa, mnang'ang'ana kulipa, hapana. Namaanisha wale ambao wanakopa na hawalipi. Maana yake ni kwamba wanakopa laki moja na kila siku wanapata elfu thelathini elfu hamsini kila mwezi nini, na hawalipi, hawachukui hata elfu kumi wakalipa, wakarudisha, wakarudisha. Yaani ha, hawana hiyo nia, wana nia ya kupotea na hiyo hela. Kuna ngile mnakaa nyumba za watu, unakaa unakosa kulipa, unakosa kulipa, alafu unapaka vitu unahepa paka unatoroka na pesa ya mwenye nyumba. Wasipate chaneli yangu mzee, wakinipata wanitafute, takurudisha mali ulipo, hata kama ulijenga ghorofa, takurudisha ulipe hela za mtu. Ikiwa maiti anadaiwa pesa, wewe uliye hai utadaiwa na maiti. Haruhusiwi kuzikwa kama hajalipa pesa yake, mtu ajitokea aseme pesa yake tunalipa. Maiti huwa haruhusiwi kuzikwa unless mwenye pesa asamehe, kwa sababu deni litakuzuia pale unaenda kama hujui. Sikuve na deni la mtu, Clear debt. Na kama iwezekani imekuwa makubwa na ujui la kufanya, njoo kwa ofisi unione, piga simu, njoo kwa ofisi, lipa gharama nikusaidie. Yuko mtu mmoja Nigeria, mwingine Tanzania, mwingine Ghana, mwingine America, mwingine wengi hapa, na hizi laini zao zote wamesaidika. Mungu akubariki. wa ni nini? Nimekwambia, nimekuambia do as I say, itakusaidia product kuja. Na wale mko upande wa magharibi, kuanzia tarehe ishirini na saba mpaka tarehe thelathini nitakuwa hapo magharibi Bomala Town. nitakuwa hapo magharibi ya Kenya Mala Town takuwa na kuruseli kubwa hapo. Nitakuwa hapo nikiombea watu na kufungua watu, kila mtu ambaye ana matatizo, ambaye amekataa. Hakuna kitu ambacho Mungu hawezi fanya. Jitia moyo na uje kwa hiyo mkutano. Funga virago, kutoka Nairobi, kutoka Kakamega, Bungoma, wapi, kuja kwa hiyo mkutano. Mwimbaji Rose Muhando atakuwa hapo akiburudisha watu katika akipeleka watu mbele za Mungu. Rose Muhando, huu wa Tanzania Malkia huu mwimbaji, atakuwa hapo. Tutakuwa na yeye hapo kwa hiyo mkutano. Na wakaribisha nyote, Busia County, Bungoma County, Kakamega, Kitale, Eldoret, wale ambao wamenipigia simu na matatizo huko Kakamega na huko Kitale. Kujeni kwa hiyo crusade. Kisumu kujeni kwa hiyo crusade. Wale mko pale, eh, Siaya Kujeni kwa hiyo crusade hapo karibu Migori, wapi, Kendo Bay, eh, Homa Bay yote kujeni kwa hiyo mkutano. Hiyo mkutano imebeba uponyaji, imebeba majibu yako usikose. Na hata kama unaweza toka Tanzania, utoke wapi, kuja crusade itakusaidia siku gapi? Siku nne zenye nguvu na likawa wimbo. Muhando atakuwa hapo akiwaimbia na kuwapeleka mbele za Mungu nitatokea nikiwaombea na kuwapatia mwelekeo. Asante, Mungu awabariki. Tukutane hapo tarehe ishirini na saba Bomala Market kwa u uwanja karibu na Equity Bank. Hapo siku zote nne haijanyesha mvua, haitanyesha hizo siku nne zote. Mungu akubariki.